Unasikiliza amka na Baraka 1 TV ikiwa ni tarehe moja za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita saa 12 asubuhi, saa za Afrika kati, ikiwa ni saa moja majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili ika bonga ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia, subscribe, Baraka1 TV, tukupia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Makobola, wazalendo wakanusha tuhuma za wizi pamoja na ubakaji. Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalalamikia Umoja wa Mataifa uwepo wa batalion tatu za RDF ilizopanda milima kujaribu kuelekea Minembwe. Kinshasa, Marte Fayulu atuma ujumbe mzito kwa raia ya wakongomani na ikiwa ndiyo kwanza tunaanza mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita Baraka One TV na watakieni wote heri ya sikukuu ya mwaka mpya na pia kuendelea kutusikiliza na kuwa pamoja na sisi usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na amba matukio mengine ambayo yanazidi kurindima mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na tuanze na taarifa hizi kutoka Makobola ambako wazalendo wakanusha tuhuma za wizi pamoja na ubakaji, kutokana na yale ambayo yako nazidi kusikilika kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, huku tuhuma zito zikiwa zikitupiwa kwa wanajeshi walioko Makobola, wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo FRDC pamoja na wazalendo kwa kuendeleza vitendo vya wizi, uporaji pamoja na ubakaji kwa wananchi wa maeneo hayo. Kiongozi msaidizi wa CNPCC Bwana Alonda Bita Alida aliweza kufanya ziara maeneo hayo na kuzunguka kila kona, huku akiwakagua wananchi na kujaribu kuuliza habari tofauti kulingana na hayo ambayo yako yanasemekana kwenye mitandao mbalimbali ya, mbali mbali ya kijamii. Kiukweli sisi hapa tuko Makobola na hakuna adui. Cha kwanza na cha pili pia, tuhuma ambazo zimetolewa dhidi yetu ni tuhuma za uongo na hazina ukweli wowote ndani yake. Sisi ni wamajimaji na kanuni yetu wala hatuwezi kutembea na mwanamke wakati tupo kwenye operesheni kama hizi, na pia ni vigumu sana kusikia wanajeshi wetu wa FRDC kuweza kuingia katika mambo ya ubakaji pamoja na uporaji. Na nukuu kauli za Bwana Alida kutokea maeneo ya Makobola, ana ripoti ifuatayo kupitia Baraka 1 TV. Mahabari ambao M23 3 anajitangaza kama yeye anashika Makobola hadi pa ku masakre kambele Banyarwanda, ile habari ni ya uongo. Sehemu ambao tuko tunaongelea hapa ni teritware ya Uvira lyokwenshe tunaongelea M23 ini vita, vita ni kabumbu, leo unaweza piga mwenzako na kesho unamupiga M23 zaidi sana mwafii santrale kubatu ambao wanaitoa wautu, atujijue Paul Kagame anapenda kumaliza ukoo wa bautu wote. Vita ambao tunapigana ni wautu tu, ndio wako natoweka lila watushi ya wakufu. Kumuhutu wote ambao watanifata, mukale chini, mukamate akili moya, hii vita ya M23 inakutani kumaliza wautu tu na hakuna mtu atavamia ikongo yetu, hapana, hata siku moja. Kila mtu iko na inchi yake ambayo alipewa na mababu na Mungu, aligawa mipaka, na hakuna kamba itapita yulu ajuwe lingine inchi ya Kongo iweze gabaliwa kamu, ile ni uongo wake hii. Na hii vita hii kwenye litokea na njo kwenye taisia, ile ni faze ya kwanza juu ya M23, maabari banatangaza ni ya uongo, tuko tushikamate. Ya pili ni dosi ya wanawake swate wa jeshi, usema wa jesu wa, kusema wanani wanabaka. Hapana, ile ni uongo. Hakuna askari wetu ambao wanaweza wako mwanamuku kwanza. Sisi wakati ya mavita haturuhusike kutembea na mwanamuke, hata wako mwenye ambao wanatia mali hautatembea naye. Sasa njo utaenda baka asili yetu na nani yetu inakataza inakataza sana kufanya usharati na mwanamke wakati uko muviti. Ile ni mabari ya bongo. Nao bwizi pia, sisi hatuibaki, tunakula chakula wenye kuwa baraka. Chakula yetu natoka baraka inafika hapa sehemu ambao tuko jo, watu wanatumia chakula ile. Nipena kuwatangazia mutoshi ili imaje ya kusema yembe veneturiko makoboni ni vya bongo ubakaji naisha watangulia mbele kuambia jo, ubakaji sisi hatufanyi ubakaji, ile ni uongo ntupu. Hii wengi wanaweza kushangaa hii sauti, naitwa kwa jina Alonda Vitalida, ni mimi naangalia chumba cha operasyon wala chumba cha vita. Nipenda kukya image kwa kutosha, ili ku watu juma ojui, naimbiwa ya mingi sana watu wakuwe imara na watu waombe Mungu nchi yetu isigabuliwe, na natangazia kuwauyana, Wafizi wa Uvira muingie wengi wengi, ili ulo adui hapa Uvira tumutoshe na tufikie kwenye litokee. Sina mambo mingi ya kuongea chapi, natabambia hivi kusisi Wabembe zaidi sana kujitapa bitu au ambauaubifanyi kuna kijana namwyatuya mafirime ya kwake kama ni kroa ruje kwa kule Katanga nakyoakujifirime Makobola. Mimi njo generale wa Aleksi, nishakamata Makobola. Mumuulize kwanza kumaojuk anajua kupiga ata bunduki. Ni kroa ruje wapale nani ka Katanga pale, anajua kujitangaza tu jiko na foto ya Android na mabari za mingi za matelefoni musikomunazifata. Sisi wa tuatu nazara wabaraki nani M23 na kumikisha mamedia na matraki wenye watuwenye kuku M23 ata watumia hivi ivi masharide ekomba zinakuya za mingi, na wanakuya wengi sana. Hata sisi pii tuko wengi tu na masharide ikomba na sisi ni kabumbu kwenye ikabumbu itaisiya. Natangaza ku wakongomani wote tujiunge, tuwe kimoya. Ona inchi ya Rwanda iko sawa province yetu, asidikii juu ya nini? Rwanda kuye kila mara hata kumangumi, si tuingia wa kongomani Rwanda tunaweza wapiga kumangumi tu, ni siasa moya inatoka Ulaya ya Kagama, kwa nasifikana Kagame, Kagame, Kagame. Tukikumbuka wakati ya kina Mobutu sijue Kagame kama anongea nini anaweza ongea nini na Kongo. Ile tu nipenda kuya hapa ni niwatangazie M23 aina Makobola ni sisi tunazabiti Makobola wa wasoda wa FRDC ndio tunazibiti Makobola, nawambia jina yangu Alondabita Alida nasimamia pale. Sitakuwa na mengi ya kuongea sana, uo masikio ya kusikii atanisikii, ila nalia sana kusisi wautu. Kagame anawisha wa utu sana, komandema zake ni kuwatusi wakwenda mbele kuvita, utaenda waona mamaiti tu. Ni wautu, tu, wautu, tu, wautu, tu muhutu yeyote mwenyiko bulaya mwenyiko wapi ajiwazii tuingie wengi. Na baada ya taarifa hizo kutoka Makobola ambako kulikuwa kuna mtizama eh, kamanda msaidizi wa CNPCC inayoongozwa naye eh, William Amuli ya kutumba Alonda Bita Alida akiwa maeneo ya Makobola na kuhakikishia kwamba Makobola iko mikononi salama, Lwanga Katongo pamoja na Kigongo vyote vikiwa vinadhibitiwa na wazalendo huko, harakati wa za kutafuta namna ya kupasua jiji la Uvira zikiwa ziko zinaendelea. Na tuchukue taarifa hizi kutoka jijini Kishasa ambako serikali ilalamikia Umoja wa Mataifa uwepo wa batalion tatu za RDF zilizopanda milima kwenda kuungana na Twirwaneho maeneo ya Minembwe. ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kutoa taarifa kwamba wanajeshi wa Rwanda wanasadikika kuwa ni batalioni tatu wameweza kupanda milima ya nyanja ya juu na ya chini ya tarafani Fizi, Uvira pamoja na Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Batalioni hizo za wanajeshi wa RDF ambazo zilijipenyeza kwenye milima kuelekea kuungana na Twigwaneho pamoja na Redi Tabara ili kuweza kujivua uweme 23 na kujiingiza kuwa ni wapiganaji wa Twigwaneho pamoja na Redi Tabara ili kuweza kuanzisha mashambulizi upya. Vitendo hivyo ni kutokana na tarehe moja za mwezi wa kwanza ambako walitakiwa waweze kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magaidi wa M23 wametumia mwanya huu kuweza kujibadili na kujifanya kuwa ni Twirwaneho pamoja na Redi Tabara. Katika njia ambazo magaidi hao wanaweza kuzitumia ni kupitia milima ya Mitumba inayopita maeneo ya Elende na Bukala, hapo ni tarafani Fizi, pia kuelekea katika hifadhi ya ya mbuga ya Kabobo inapatikana ndani ya zone Yanganja, ikiwa pia ni tarafani Fizi, kabla ya kukutana maeneo ya Force Bendera ambako wataelekea maeneo ya Kalimi ndani ya mkoa wa Tanganyika, kwa lengo pia la kujaribu kuingia mkoani Tanganyika, jijini Kalimi. Hizi ni moja kati nji ya njia ambazo zinatarajiwa kutumika na magaidi wa M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeitia jamii ya kimataifa mashahidi kwa yote ambayo ya kuwa inazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya Umoja wa Mataifa kutaka vikosi hivyo kuweza kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haraka iwezekanavyo na baada ya taarifa hizo kutoka Kishasa wanaendelea kusikiza Amka na Baraka 1 TV ikiwa ni tarehe moja za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tano saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki. Yasidia Kisenga Tembele Kizabi Aiba Asokolo Aiba Didonebutotobiondeklabama, mzee wa State Germain da Feza da Letetia da Asha da Irwin wakiwa wanasikiliza Baraka 1 TV Ankisi Kandeken na baada ya taarifa hizo tuungane na taarifa hizi kutoka Kishasa, ambako Marte Fayulu atuma ujumbe mzito kwa raia ya Kongo. Mpinzani na nambari moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Marcel Fayulu Madidi, kuelekea kumaliza mwaka wa 2025 na kukaribisha mwaka wa 2026, ameweza kutoa ujumbe mzito kwa raia ya wakongomani na kuhitaji serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwezi kuandaa mazungumzo ya kitaifa ili kupata amani ya kudumu, huku pia kiutaka vijana kuweza kuamka na kuepuka kutumikishwa kama vibaraka.

Que Dieu benise la République démocratique du Congo. Que Dieu benise son vaillant peuple. Je vous remercie. Hapa ni nje ya kanisa kama vile nilivyosema, watu waliosemasema sema uongo ya kwamba hapa kuna vitu eti kumeingia maskari. Wanaojua hapa watapaona vizuri, ukumba wote uko wazi. Hapa ni nje na ndani. Tayari nimechukua ingine video ya kuonyesha ya kwamba hapa kwetu kanisani Kiliba witi ya Msepake, Kiliba kanisa kabisa liko sawa, na hamuna jambo lolote baya, au hakuna maskari walioingia au kuleta maminisio zao hapa kanisani. Basi mtatazama na jinsi nitakavyoingia ndani, muone ya kwamba hakuna kitu kabisa kilichoko hapa kwetu kanisani, na punde kidogo tutaingia kwa maana tuna kilio kuna msiba ambao tumeupata wa shemasi wetu, bado tutaingia humu ili kwamba tufanye ibada. Basi angalieni kanisa lote ni tupu, likiwa limejaa viti vya kuikalia mbele. Huku natokea kumlango ya chini, hapo ni mixer, na huku kote ni viti tu vya kuikalia. Kiangalia hata ndani, hakuna kabisa kitu chochote katika pande zote, Kanisa liko wazi. Asanteni sana, tuzidi kuombeana. Mungu atusaidie na atuvushe kwa kipindi hiki kigumu. Asante sana. Kanisa la Kiliba hili, wanao pafahamu walioingia hapa hata siku moja wanaweza kujua ya kwamba ndipo tuliko, na ni ukweli mtupu ya kwamba hakuna kitu hapa kanisani. Asante sana na mnaounda mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo, mengine tukutane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili kupitia Baraka 1 TV. Bye, bye.